Tunaendelea kuangazia matukio mbalimbali yanayojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran, huku mashambulizi yakiendelea kuwa makali zaidi na wawili hawa kushindwa kabisa kufikia suluhu ya kukaa mezani kwa ajili ya mazungumzo, japo limekuwa ni jambo linalojadiliwa kwa muda mrefu ili kuhakikisha amani inapatikana baina ya mataifa haya mawili. Sasa kumekuwa na ombi maalum ambalo Israel limekuwa likituma kwenda kwa Marekani, kwa ajili ya kuiomba nchi hiyo kuisaidia kombora ambalo linafahamika kwa jina la Banka Busta, ama bomu maalum la kufumua ama kuvurumusha na kuharibu mahandaki ya chini ya ardhi, bomu ambalo Israel linataka kutumia kwa ajili ya kuharibu milima ya Foldo ambapo huko ni kitovu cha nyuklia. Operesheni ya Simba na Inuka ya Israel ilianza Juni 13 ya mwaka 2025 na mashambulizi ya anga yaliyoratibiwa dhidi ya shabaha kadhaa kote Iran pamoja na maeneo ya nyuklia, mitambo ya kijeshi na maeneo ya makazi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilidai kuharibu maeneo muhimu ya nyuklia na mitambo ya kijeshi wakati Iran imelipiza kisasi kwa makombora ya balistiki na mashambulizi ya droni chini ya operesheni yake yenyewe inayoitwa True Promise. Namba tatu, ndege za kivita za Israel zilishambulia takriban maeneo 20 mjini Tehran usiku wa kuamkia tarehe 17 mpaka 18 Juni zikilenga vituo vya kuzalisha makombora. Na mashirika ya kutetea haki za binadamu yameripoti takriban watu 585 waliuawa kote nchini Iran wakiwemo raia 239. Iran inaonya kwamba kuingilia kati kwa amerika kunaweza kuhatarisha vita vya pande zote katika eneo hilo. Sasa, kituo cha nyuklia cha Fordo cha Iran kina umuhimu gani kimkakati? Fordo inachukuliwa kuwa kituo muhimu zaidi cha nyuklia cha Iran na kilichoimarishwa sana. Ni nyumba yenye idadi kubwa zaidi ya vituo vyake vya kati vyenye nguvu zaidi vya Iran. Kulingana na IAEA hivi sasa inarutubisha uranium hadi asilimia sitini ya usafi, chini kidogo ya kiwango cha asilimia tisini cha kiwango cha silaha. Imefafanuliwa na wataalamu kama moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran. Bet mu ambaye amewahi kuwa mratibu wa mashariki ya kati kwa marais kadhaa wa Marekani alibainisha, usipopata Fordo hujaondoa uwezo wao wa kuzalisha nyenzo za kiwango cha silaha. Vipengele vya kinga, ulinzi wa kutisha wa Fordo hufanya iwe vigumu sana kulenga. Kina cha Fordo imejengwa mita 80 mpaka mita 110 ikiwa ni sawasawa na futi 260 mpaka futi 360 chini ya ardhi, ndani ya mlima karibu na Kom. Mahali ilipo ni takriban kilomita 100 mpaka 160 kusini mwa Tehran. Imeundwa na tabaka za miamba migumu ya sedimentary ikiwa ni pamoja na chokaa na dolomite, ambayo inachukua athari za bomu. Imelindwa na mifumo ya makombora ya S300 iliyotengenezwa na Urusi, kutoka ardhini hadi angani. Hapo awali ilijengwa kama kituo cha kombora cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kabla ya kubadilishwa kuwa kituo cha nyuklia. Licha ya mgomo mkubwa wa Israel dhidi ya vifaa vingine vya nyuklia, Fordo inaonekana kuwa haijajeruhiwa. IAEA imethibitisha kuwa Fordo haikuharibiwa wakati wa mashambulizi ya awali ya Israel. Wakati Israel ilifanikiwa kuharibu kituo cha Natanz na kituo cha kubadilisha uranium cha Isfahan, inavyoonekana ilishindwa kuharibu kiwanda cha kurutubisha mafuta cha Fordo kinga ya mwamba ya kituo hicho haifanyi iwe sugu kwa mashambulizi ya kawaida ya anga. Silaha iliyopo Israel haina uwezo wa kuiangamiza ipasavyo Fordo. Israel ina mabomu madogo kama vile BLU 109 na GBU 28, lakini haya yanaweza tu kupenya sehemu ndogo ya kina kinachohitajika kufikia vifaa vya msingi vya Fordo. BLU 109 inaweza kupenya tu kuhusu mita 1.8 za saruji iliyoimarishwa. GBU 28 inaweza kupenya takriban mita sita, bado fupi sana ya kina cha Fordo. Mark Schwartz, luteni jenerali mstaafu wa kijeshi wa jeshi la Marekani na mtafiti wa Rand Corporation alisema, ni Marekani pekee iliyo na uwezo wa kawaida wa kuangamiza Fordo. Baadhi ya maafisa wa Israel wamependekeza mikakati mbadala ya kulenga Fordo. Afisa mkuu wa kijeshi wa Israel hivi majuzi aliliambia jarida la Wall Street Journal kwamba Israel inamiliki mkakati na uwezo wa kufanya kazi ili kulenga Fordo kwa uhuru. Ehud Eilam, mtafiti wa zamani wa wizara ya ulinzi ya Israel, alielezea mbinu zinazowezekana ikiwa ni pamoja na kupeleka silaha nyingi ndogo zinazopenya ili kuchimba kwenye ulinzi wa Fordo. Chaguzi nyingine zinaweza kujumuisha misheni hatari kubwa ya shughuli maalum, vita vya mtandao au mauaji yaliyolengwa ya wafanyakazi wakuu. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanashikilia kuwa GBU 57 iliyotengenezwa Marekani inasalia kuwa chaguo la kuahidi zaidi la kugeuza kituo hicho na kukisambaratisha. Sasa GBU 57 MOP kwa sasa ndiyo silaha yenye nguvu zaidi ya kawaida ya kushambulia kwenye hala la silaha kama foldo. Uzito wake ni pound elfu thelathini, ikiwa ni sawasawa sawa na kilo elfu kumi na tatu na miya sita na nane, na urefu wake ni futi 20.5 ikiwa ni sawa na mita sita nukta mbili. Kipenyo chake ni inchi 31. Uwezo wake wa kulipuka ni mkubwa zaidi kulinganishwa na mabomu mengine. Inaweza kupenya hadi futi 200, ikiwa ni sawasawa sawa na mita sitini na moja za saruji iliyoimarishwa na nguvu ya psi elfu tano. Inaweza kupenya takriban mita 40, ikiwa ni sawa na futi 125, ya miamba migumu kiasi. Inaweza kupenya takriban mita 8 ikiwa ni sawa na futi 25 za saruji iliyoimarishwa na nguvu ya elfu kumi PSI. Ina teknolojia ya smart fuse, bomu hilo linalotumia teknolojia hali juu ya kulipuka. Ina large penetrator smart fuse, LPSF ambayo hurekebisha muda wa mlipuko kulingana na kina cha athari na sifa lengwa. Huangazia mipasuko ya kuhisi utupu ambayo husababisha mlipuko ikiwa kwenye shimo kubwa litagunduliwa ndani ya banka. Inajumuisha msongamano wa hatua uliochemshwa kuruhusu kichwa cha kivita kustahimili athari ya awali kabla ya kulipuka. Lakini itakuwaje kama Israel itakabidhiwa mabomu haya bila kupatiwa ndege ya B2 Spirit Strength Bomba? Maana kwa sasa B2 Spirit Strength bomba ndiyo ndege pekee yenye uwezo wa kubeba GBU 57 MOP. Uwezo wa siri wa B2 unafanya iwe ya kipekee kwa kupenya mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga. Ndege hii ni ngumu sana kuonekana kwenye rada. Inaweza kufanya kazi kwenye mwinuko hadi futi elfu hamsini ikiwa ni sawa sawa na mita elfu kumi na tano. B2 inaweza kubeba hadi MOP mbili za GBU 57 kwa kila misheni. Jeshi la anga la Amerika linaendesha takriban ndege 19 zinazofanya kazi za B2A. Na hilo ndio bomu la Bank Busta ama Banka Busta linaloliliwa vilivyo na Israel kutoka Marekani huku ikihitaji msaada zaidi wa bomu hilo kutoka Marekani kwa ajili ya kuhakikisha nalenga vilivyo shabaha kwenye sehemu ya Fordo, handaki ambalo limekuwa likitumika na Iran kwa ajili ya kurutubisha madini ya uranium kwa asilimia sitini mpaka sasa, ambapo zimebaki asilimia chache tu ili kufanikisha kufikia kwenye kiwango cha kuweza kutengeneza silaha za nyuklia. Tafadhali tuandikie mtizamo wako kwenye hili, lakini naendelea kubaki nasi hapa hapa kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.